Uongozi wa msanii Gigy Money umeweza kutoa taarifa rasmi kabisa kwenye mitandao ya kijamii kwamba msanii huyu sasa hivi, e bana, anapitia hali ngumu akiwa anaumwa, lakini pia baadhi ya watu tofauti tofauti wameombwa kwamba wamsaidie e, Gigy Money katika masuala mazima ya maombi, lakini pia katika michango midogo midogo ambayo e pengine wanaweza wakawa wanaweza kuifanya. Sasa kupitia kurasa wa Instagram wameweza kuandika barua ya wazi ikiwa inasema kwamba uongozi wa Gigy Money, kuna habari ambayo inasambaa kwenye mitandao ya kijamii kwamba msanii Money anaumwa, ni kweli anaumwa na anahitaji maombi yenu sana, kwa wanaompigia simu na kwenda katika vituo vya afya mbalimbali. Kwani hapo awali kuna voice note ambayo ilisambaa eh, kwamba yupo Goba au masana. Hapana, hayupo huko kote, lakini walijitahidi sana kuweza kumsaidia mpaka ilipofikia hatua ya kuweza kumpeleka Muhimbili. Na pia eh, bana tunapenda kuwashukuru madaktari na hospitali zote zilizojitahidi kumpokea kipenzi cha wengi, tuseme Mungu eh, ni mwema so,

So ni kweli Gigy Money anaumwa lakini hajapigwa wala kupigana kwani kuna habari ambazo zinasambaa kwenye mitandao ya kijamii kwamba kapigana na kapigwa ipuuzwe. E, bana huu ni muda ambao anahitaji faraja, amani na mapumziko. Yupo kwenye kupambania maisha yake na pia pia ni mama Maira tukitoa Gigy Money, e, so mwanaye anamhitaji pia. Muhimu maombi yenu, asante. So huo ndo ujumbe ambao uliweza kutumwa kwenye mtandao wa Instagram wa Gigy Money ukiwa unaeleza, e bana, hali halisi ambayo Gigy Money sasa Hivi anaipitia, ebana, akiwa anaumwa na ugonjwa ambao anaumwa, haujaweza kueleza kwamba ni ugonjwa gani ambao gigimane anaumwa. Lakini sasa hivi inaonekana kwamba hali ambayo yuko nayo yuko dhofu ili hali, tahaban. So watu wengi sana wameweza kutoa eh, comment za kutosha kabisa wengi wao wakiendelea kumpa pole, licha ya kwamba haifahamiki ni ugonjwa gani ambao gigimane anaumwa. So, kwa kweli kama mdau wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now, uko na mtazamo gani? digital chocha